Nina mabwana mjambo na karibu kwenye taarifa za sasa, langu jina la Salia kwa maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV. Lengo langu ni kuhakikisha ya kwamba umepata uondo wote ambao unatokea ndani na nje ya nchi. Taarifa inayonifikia kwa sasa ni kwamba ajali mbaya imetokea asubuhi ya kuamkia leo baada ya basi moja ambalo ni la poa lenye nambari ya usajili KBA 279F kugongana ana kwa ana na lori la kubeba simiti lenye nambari ya usajili KDD 524L ambalo lilikuwa linaelekea Kakamega, huku basi nalo likielekea mjini Nairobi. Magari magari hayo mawili yalikutana ana kwa ana katika mji wa Mbale ambako yamesababisha mauko ya watu wengi e, na watu wengine kupata majeraha mabaya mabaya. Basi lilikuwa limebeba abiria sabini na saba ilasa, ila habari za kuduaza ni kuwa dereva wote walisalia hai na wakatoka nje na wakakumbushana kwamba wao wote walisoma walisoma katika shule moja huko Kerijo. Hiyo ndio habari ambayo inatufikia kwa sasa. Lengo langu ni kuhakikisha ya kwamba unapata mambo yote ambayo yanatokea nje ya na ndani ya nji. Kila ambacho nakuomba ni kwamba akisha ya kwamba una subscribe kwenye channel, ndio upate uondo na habari ambazo zinatokea kwa hivyo kipindi ambacho wewe utakuwa una subscribe utakuwa unapata uondo, na kazi yangu itakuwa tu nikipata kitu ambacho unafaa kujua katika hii nji yetu, utakuwa na kusukumia moja kwa moja. Na wewe wapo utakuwa umesubscribe, utakuwa unapata huo uondo. Na kutakia siku njema.